Waalaikum salam, ma naitwa nani na tuko wapi hapa? Waalaikum salam. Mimi naitwa Zainabu Nurio Muhammad, karibu karibu Mike. Mimi naitwa Zainabu Nurio Muhammad, hapa tuko mahali naitwa Kiturazini, nina mayatima mama yake Maulid Hussein. Mtoto wangu wa kwanza aitwa Ali Hussein, wa tatu na Juma Hussein na wa tatu Maulid Hussein Tueleze ni changamoto gani unapitia kualia hawa watoto? Mkweli mi napitia changamoto nyingi sana, upande ya shule na hata upande wa madrasa pia. Mimi kama mama yao, kutoka baba yao amekufa, sina kazi yoyote ya kufanya, sina kibarua yoyote, ni ile mbio tu usiku na mchana. Leo wapate, kesho wapate, kesho kutwa wakose, tushinde. Ukipata asubuhi, pengine usiku walale na wakipata usiku, pengine mchana washinde ni hivyo tu maisha yangu, na shule pia sangine wiki wako nyumbani kwa sababu wafiz hawana mama yao, sina kazi manake. Naona Halal Charitable Trust wamekuwa na nyinyi bega kwa bega, umesaidika vipi na ile Halal shirika halali shirika ya hii halali ya? Tumesaidika upande ya chakula na hata upande ya masomo pia, Bilal hii wanahusika pia manake, wamenisaidia kidogo masomo ya huu mtoto kuna wakati ikatokea akaambiwa huyu fadhili upande ya, ya skuli amefariki, ikasimamishwa haya mayatima kidogo, lakini baadaye tena wakaturudishia watoto wakatusaidia. Lakini tunashukuru, upande ya chakula wametusaidia sana, tena tunashukuru, tena tunashukuru sana, na Mwenyezi Mungu awawezeshe wa hivyo hivyo, mbali na mayatima wangu na mayatima wangine pia. Mwenyezi Mungu awawezeshe hivyo hivyo, wasaidie wakuwe, wa na ila wakati wanatusaidia sisi mayatima watutowetu amayatima tuna washukuru sana hii shirika.